Kuna watu wawili ambao walikuwa wanatokea Chato kwenda oh, Nzega, alafu mmoja wao ambao alikuwa ametoka ku, kuonana na mdada ambao walirudi naye hapa guest house. Saa kufikia asubuhi um, ilionekana kwamba yule mkaka pamoja na mwenzio waliondoka kuelekea huko Nzega na wadada wasafishaji wa, wa hapa guest house walivyokuwa wanapita kwenye vyumba kufanya usafi wakamkuta yule mdada ameisha uwawa kwenye chino, chumba namba tatu. Ni tukio ambayo imetusikitisha sana watu wa maeneo haya, maana ni mama mtu mzima amefanyiwa kitendo cha kinyama. Sasa hatujuu aliyefanya hilo kitendo alikuwa na nia gani? Ni kitu ambacho kinaumiza na kinaleta kina, kina hisia mbaya kwa sisi ambao tunakaa maeneo haya. Tuombe tu serikali na jeshi la polisi watusaidie kuhakikisha anapatikana mtu aliyefanya kitendo hicho. Polisi upelelezi mkoa kaa amefika, na timu yake amekuja na daktari basi, wakafanya shughuli za kipolisi hapo, wakamaliza na kulikuwa na watu wengi wamekusanyika wakautoa mwili nje kwa ajili ya ku wale watu waliopo nje, maana kulikuwa na watu wengi sana, ili kwa ajili ya kuruhusu zoezi la kila aliyepo angalia ule mwili pamoja, pengine wanaweza akautambua, lakini watu waliangalia wote waliokuepo, lakini hali, hakuna aliyemtambua hata mmoja. Uchunguzi katika chumba hicho namba tatu kiliweza kufanyiwa ukaguzi wa hali ya juu na askari wetu wa jeshi la polisi ambapo waliweza kubaini kwamba ni kweli binti huyo alikuwa amefariki dunia, lakini akiwa na majeraha ya kukwaruzwa na kucha sehemu za shavuli, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni.